Matumaini yangu hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, na karibuni katika habari za runinga ya Grace Power, ikiwa imetumia mida ya saa moja. Jina langu ni Ramadhan Sali. Katika habari za leo ni kuwa wagonjwa wa saratani waliandamana nje ya makao makuu ya bima ya SHA eneo la Upper Hill hapa Nairobi, wakitaka serikali kuongeza bima ya matibabu ya saratani. Waandamanaji hao wameilaumu serikali kwa kutozingatia changamoto zao wakisema kiwango cha sasa kinachotolewa na SHA hakilingani na gharama halisi ya matibabu ya ugonjwa huo which is very very very painful. Haitoshi matibabu yetu. Unaanza treatment inakatikia katikati. Ukienda hospitali kama Kenyatta hata KU wanakuambia kadi yako imekuwa exhausted. Pensa patients of this country only have four hours. How many ask? Four. Number one, improve the the benefit benefit design to reflect actual cancer costs, implement responsive approval systems, reform the biometric procedures and ensure benefit packages and ensure packages balances are clearly Gavana wa Mombasa, Abdul Swamad Sharif Nasir, amewashauri wafanyikazi wa kaunti waliostaafu na kupokea malipo yao ya uzeni kuwekeza ili kuhakikisha fedha hizo zimewanufaisha maishani differently. Tunapoajiri watu kazini, tukifanya induction, tunaenda kuwafunza vile pia wanaweza anza kujitayarisha kwa retirement, kwa sababu ile siku mingi ya kwanza, siku zako zinaweza zinaanza kuhesabika. So tunataka kwanza kufunza, hata smatches tunafanya wale ambao tayari kwa kwa service, but tunataka kufanya tofauti, ili mtu akiingia anaweza jiamulia asave mpaka ile mandatory retirement, ama anaweza chukua early retirement anapojipanga yeye mwenyewe. Most of the retirees wana face challenge moja kubwa sana ambayo ni financial literacy. Ndio nimeshapata pesa, je, hizi pesa nikishazipata naenda kuzitumia vipi? Wengine hawana utaalamu wa kutumia hizi pesa wakati wa uzeeni. Sasa, miongoni mwa mambo ambayo tumeona pia ni muhimu, lazima tufanye mwaka mmoja kabla mtu hajakwenda retire, tutakuwa tunampatia financial literacy training so, si vibaya na mimi kuwakumbusha tu wazee wangu ya kuwa tuangalie ni hikma ile pesa ambayo kwamba tutakaoweza kupatiwa tutaitumia kwa njia gani, na ili tuweze kuhifadhi, na kando na kuhifadhi pesa zenu zitaweza vipi kuweza kuzalisha zaidi. Kwingineko, ni kuwa watu watatu wa familia moja walifariki kwenye mkasa wa moto uliozuka katika soko la Barigani eneo bunge la Tongaren Kaunti ya Bungoma imebainika, ni mwanamzee ni na bibi yake pamoja na mjukuu mmoja. Kwa sasa hatujajua chanzo cha moto ni nini, lakini vitengo vya usalama vimekuwa hapa, wamechukua upelelezi wao kidogo na wameenda nayo pamoja na familia, watawasiliana ili wafuatilie vile uchunguzi itakavyofanyika na tupewe chanzo cha moto. Iwapo mtu ako na shida na mtu mwingine, asiwa anatumia hiyo njia ya maybe ya kuchoma nyumba ama kuchoma familia. Kama kuna shida, aje tu open, kuna authorities ambazo zinaweza shughulikana na mambo. Ambayo viongozi wa Kaunti ya Taita Taveta wanaitaka Wizara ya Utumishi wa Umma na huduma kwa jamii kushirikiana nao ili kujenga kituo cha huduma katika eneo bunge la Mwatate. Hmm. Hmm. Ni vizuri kuhakikisha dokumenti zote zako ziko sawa kwa sababu saa hii mambo yanabadilika ya na, na mambo venye yanabadilika ni vizuri pia wewe una, unaweza kubadilika na venye mambo yanabadilika. Kwa hivyo weka dokumenti zako sawa na kuja ushughulikiwe hapa, kama kuna chochote chenye hauna ID nini, kila chochote chenye hauna uje ushughulikiwe. Huduma zimekuwa kidogo zina wakera waswa watu wa Motate Undanyi hata Taveta, maana huduma hizo zinapatikana huko Undanyi tu peke yake. Kwa hii leo, mheshimiwa alijikakamua na kuona huduma hizo zote zimeletwa hapa Motate kwa siku ya leo, na yeye mwenyewe amesema itakuwa ni mara ya mwisho, maana anaenda kujenga huduma senta hapa Motate. Wote walio na vitambulisho wakaweze kujitokeza kwa zoezi hili muhimu sana ya kuweza kujiandikisha kujisajili kama wapiga kura. Hili zoezi linaweza kukusaidia ili ukaweze kufanya maamuzi itakapofika 2027 kuchagua viongozi wale ambao wanaweza kusaidia kufanya kazi kuleta maendeleo katika nchi yetu na vilevile katika uh, constituency yetu hii ya Mwatate. Vilevile, wanafunzi wa chuo kikuu cha pwani mjini Kilifi wametoa makataa ya saa arobaini na nane kwa serikali kuu kuwalipa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini, la sivyo wataandamana.

Strike. Lipa, na fee na fee yeah. Sasa wazazi wetu wanalipa fee lakini government haitaki kulipa salary. Sasa sisi kama wanafunzi sasa tunataka ku join the lecturers to pay the dons. Wafanyikazi na wahadhiri wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta walitumia siku yao kucheza na kujifurahisha katika uwanja wa mahafali huku mgomo wa wahadhiri ukiingia mwezi wa pili.

negotiate, register, implement 2017, 2020, uh, 2025, 2029 CBA and bank the money. Washukiwa wawili wa magari wamekamatwa mjini Kisumu baada ya operesheni iliyofanyika katika makao ya mmoja wao ambapo magari kumi yalipatikana. Polisi wanasema kuna mtandao mkubwa wa wizi unaolenga magari, vipuri na sehemu za magari humo nchini. Aidha, mshukiwa mkuu wa wizi huo anasakwa na makachero wa DCI. Kwingineko ni kuwa maelfu ya raia wa Israeli walikusanyika kuadhimisha ukumbusho wa miaka miwili tangu shambulizi la Hamas katika eneo la Gaza. Mapigano kwenye ukunda huo yamesababisha vifo vya wakaazi elfu moja mia mbili katika kipindi cha miaka miwili. Haya ni huku Israeli ikiendeleza mashambulizi dhidi ya Hamas, huku mazungumzo ya kuleta amani yakiendelea nchini Misri. Familia mbili katika eneo la Kimwani, kaunti ya Nandi zimeitaka serikali kuhakikisha haki inaendelea baada ya wanao kupoteza maisha kwa kupigwa risasi na polisi kwenye mzozo wa ardhi unaoendelea katika eneo hilo. Kaniambia ni kama mmoja wao, kijana yako mmoja, nasikia pia ni mmoja, ni, ni wale wame, wamekufa watu yangu. Mimi nilishtuka sana, sina hata vile naezaelewa ni naeleza karibu ni sirahi. Nilikaa chini hapo karibu dakika kumi hivi nikifikiria nianzie wapi nimalizie wapi. Huyo ndio alikuwa kijana wa pekee, sina mwingine. Huyu mtoto wetu aliuawa akitembea ana silaha yote labda tu panga, ambaye alikuwa anatembea naye eh, kufanya naye. Nilienda ja, juzi nikasema wacha niende nione mwili wa mtoto wangu hospitalini, nikaambiwa ya kwamba Enda mpaka kwa DCI kwanza ndio urudi. Nikaenda DCI, DCI akaniambia eh, postmortem lazima ifanywe na sina chochote. Eh, elfu kumi nikaambiwa utalipa elfu kumi ndio ifanywe postmortem. Kama kuna haki yenye itatendeka katika hii serikali yetu, watusaidie. Sina mbele wala nyuma. Wakati ile nchi tambarare imepewa mabonyenye. Na hii ndio imeleta dispute hii. Tumeona kuna shida kubwa ya mashamba, na kwa sababu hiyo vijana wamepigwa risasi. Kwengineko ni kuwa polisi mtaani Kayole wamewatia nguvuni washukiwa watano wa ujambazi na kupata bastola moja katika operesheni hiyo.

Wahudumu wa afya walioko nchini ya ufadhili ya Global Fund wameitaka serikali iwajumuishe mara moja katika ajira ya kudumu baada ya kukosa mishahara kwa zaidi ya miaka 15.

look for supplementary budget and then they pay us. Naam, ni hayo tu kwa sasa, bali sina mengi. Nimekuwa mwanahabari wako Ramadhan Salim.